Kwa leo vilevile nitamwomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa azungumze na nyie na atuambie leo amekuja na watu gani na nini kinatakiwa kianze kufanyika haraka sana. Tumeelewana jamani? Katika mkutano ambao tuliufanya juzi alipokuja mheshimiwa mkuu wa mkoa mnakumbuka, tulikaa kikao peke yetu eh, sindio? Tukasema sisi kilichotuleta hapa ni matatizo au sio? Tunataka tujifunze kuyatatua matatizo, si ndio? Kwa hiyo kuna baadhi ya malalamiko, kumbe sio malalamiko, si ndio jamani? Ehe, nakumbuka nakumbuka, tulijadili sana kuhusu milango, tukasutana hapo, tukasema hivi kweli au hatukusema hivyo jamani? Tulisema tunamuomba mheshimiwa mlango hivi, akituletea mlango wa mninga uliotulia unaotakiwa ukakae kwenye nyumba ya Masaki, mlango wa laki sita tutaweka kwenye vibanda vyetu. <tabu> tukasema tunahitaji nini? <tabu> Vifaa tufanye kazi wenyewe, sindio? Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha tena uh Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ndiye mlezi wetu namba moja, atusalimie na atuambie leo amekuja na watu gani na lini tunatakiwa tuanze nini kwa haraka sana. Karibu sana mheshimiwa Asimu. Mambo, nimefurahi kuwaona tena. Yani mmefanya kazi kubwa, lakini hamjachoka. Hicho ndio kinanipa nguvu sana. Yani mi mwenyewe nishaanza kushangaa, mnasema mnataka mnishangaze, leo tu nimeshangaa. Yani nimekuja yani, nimesema ah, nyie mlikodi trekta usiku nini? Mko memkakoli mko juu mko juu ya mstari. Sasa leo nimewaletea wale wageni mliokuwa mnawasubiri kwa hamu kubwa sana. Mimi na niliwaambia mambo yangu chap chap, sawa eh? Nataka nikimbizane na kasi yenu, sijui kama nitaweza. Yaani kasi yao siwezi, asauyasaili niweze, inabidi waniburuze. Maana mtoto na mama, lazima mtoto abaki nyuma, mama abaki nyuma, mtoto awe mbele. Sasa wale wageni wale mna, wa zile mashine mlizokuwa mnaulizia ndo leo wamekuja mainjinia na mafundi wa kufyatua matofali na kujenga nyumba bora. Hai, jamani! <laughs> Ongeleni sana jipigeni tena makofi. <laughs> <laughs> Mimi naamini wageni wetu mmeona vijana wako fiti. Haya, karibuni mjitambulishe na mwambie mmekuja kufanya nini. Vijana oye! Sikonge oye! Ni wapi hapa? Rufwisi jiji la mfano, Rufwisi jiji la mfano oye! Shukurani. Mimi hapa naitwa Elias Kwanama. Ni mtaalamu wa matofali na ujenzi wa nyumba bora. Kuja hii tuweze kushirikiana kuondoa hali ya umasikini ambayo iko kwa Tanzania walio wengi. Natumai kwa nia ya dhati mlionayo na kwa mambo ambayo tumesha yafanya hapa, basi tutafikia malengo makubwa mno. Tumekuja tuna utaalamu fulani ambao na mimi, tukishirikiana tutapiga hatua na kufikia ile lengo tuliojiwekea. Natumai tutashirikiana, na kadri tunazidi kama darasani, basi tutazidi kufahamiana, nazidi kupeana ujuzi zaidi. Asante <tifo> <tifo> sana. Kwa majina naitwa John Andrew Ariapena. Mimi ni fundi. Sawa. Uh, tutakuwa wote kwa vitendo. Zaidi. Kwa hiyo naomba ushirikiano wenu. Asante sana. Mnatufundisha na sisi ili mkisema tunasema wote. Ila leo leo nimeona mistari kaongeza jamaa, ametema cheche, si mchezo. Ninaye mtu mwingine muhimu sana, nimemleta yeye ndio mkuu wa uzalishaji wa mkoa wa Tabora, na kwa kuwa kijiji site hili ni site la uzalishaji wa kutumia teknolojia, yeye ndio mwenye dhamana ya mkoa mzima. Kwa hiyo na dhamana ya hapa yuko nayo yeye, na yeye atawasaidia katika mambo mengi, manake yeye ni mshauri mtaalamu. Kwa hiyo nikasema leo aje awaone watoto wake, aone kituo chake, site lake linavyojipanga. Yeye anaitwa Dr. Philips Mtiba. Dokta karibu asante. Mtashangaa kwa nini mimi sikusema white city, wacha hey. Kwanza ninapenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kukutana na ninyi. Nilitamani sana nishirikiane na rafiki yangu Masudi kwenye hatua za mwanzo kabisa kuwapateni ku, ku, ku, ku ninyi lakini kwa bahati mbaya sana siku nilipofika nikasikia Masudi yuko Kitunda Kitunda, Kipiri Kipiri, mm. Sasa sikuweza kufika wakati anarudi nami nikatakiwa kuondoka, lakini napenda niwaambie maneno machache. Moja, kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi ni mtaalamu kwa kweli wa mambo ya ufugaji, na nimeona katika moja ya mipango yenu mm. nimegundua kuna ufugaji wa kuku na ng'ombe, lakini baadaye nadhani tutaendelea kupanuka, tuangalie kile kitu ambacho watu wanataka sasa. Na katika ufugaji huo ni wahakikishe, ya kwamba sitaweza kuaibika wala kurudi nyuma kwa kutokuja kushirikiana na ninyi. Na niseme kitu kingine kwamba kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mkoa wa mkoa kwa sababu mkuu alianza kuota ndoto kwamba nitafanyaje kazi na wananchi wa mkoa wa Tabora aliopewa na Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, lakini akagundua ya kwamba umri wa kizazi hiki kimeishapata kutu ya fikra. Akawaza siku moja tena, alituita pale ofisini kwake tukaitika katika ngio, nina wazo inahitaji kufanya kazi na vijana ambao kwa bahati mbaya sana hawakubahatika kuendelea na masomo na kupata ajira, lakini ndio jeshi kubwa kuliko watu wazima. Ukiangalia takwimu za sensa, umri wenu ninyi ndio taifa, na kwa mkoa wa Tabora ambao tuna karibu watu milioni tatu kwenda milioni nne, asilimia ya vijana kati ya umri wa miaka kumi na tano mpaka kumi na tisa asilimia pele ni zaidi ya asilimia 60 ya wakazi wa mkoa wa Tabora. Sasa kama tunazungumzia umaskini, kumbe umaskini huko kwa wazee, umaskini huko kwa kundi pili. Na sasa mama kama mama akaona nitafanyaje kazi nitafanyaje na vijana hawa, ukasema lazima tuwatoe kwenye umaskini, maana umaskini ni mama yake na baba yake tabia mbaya. Hivi ukiwa maskini, unafikira nje ya umaskini, unaamua sasa, nijifariji aidha kuvuta bangi au kuwa mwizi, kama rafiki zangu amesema, watu uchomozi na hivi, na wengine wanaenda kwenye jambo la hatari kabisa, wanaamua kuwa na mambo ya ngonongono ovyo ovyo. Njozi za mama tulivyozipokea tukasema ya kwamba hivi hizi njozi zinawezaje kuwekwa katika vitendo, basi finally au mwishoni ikaonekana ya kwamba sasa, hebu tupate vijana ambao watakuja kwa hiari yao na ninyi naamini mmekuja na hiari. Kuna mtu amesukumwa? Hapana. Niseme hivi, siwezi kupima ukweli katika fikra zenu. Kama kuna mtu alishawishiwa kwamba na wewe nenda, huyo jioni ya leo amjulishe Bwana Kipanya, alafu tutamfanyia sherehe kubwa <laughs> ya kumuaga na kumsend off na kumsindikiza, yaani kwa hiari na kwa nia njema kabisa. Dr. Mtiba alipozungumzia green kuna, kuna mambo mazuri pia tunaweza tukiangaika tukifuata, yani, tuki, tuki hizo tabia za ki green, green, uwezekano wa kuingia katika mfumo wa Umoja wa Mataifa na tukapata vitu vingi sana vizuri upo, na huko tunakoelekea kwenye hiyo green city, maana yake ni kwamba hamtumii hata petroli huko magari yenu. Kwa hiyo naomba nisizungumze mengi na niseme tu kwamba kuanzia leo jamani, sawa hatutaki kumlalamikia mheshimiwa mkuu wa mkoa. Sawa jamani. <tinyo> task force ambayo ametuambia imeundwa, ya sababu yake kubwa ni kuhakikisha kwamba inaharakisha vitu vingi ambavyo sisi tunakuwa tunavihitaji. Kwa hiyo tuna watu wazuri sana, mwenyekiti ni mama. Sawa, kwa hiyo hatutokuwa tunatoa nafasi kama hivi mheshimiwa amezungumza, alafu tumnyanyue mtu tena aseme nina miba tumboni, dagaa kauzi limetoboa sijui nini hapana. Sawa. Kwa hiyo, jamani hapa ni kazi tu. Sawa. Nawaomba <coughs> mm. sana siku za mwanzo tulikuwa naizungumzia kuishangaza dunia, tuje tuishangaze dunia, lakini watu wa kwanza kuwashangaza ni hawa ambao wako mbele yetu, sawa jamani, mm. kwa hiyo naomba nisikiuke chochote, labda kama kuna nafikiri hakuna tena kingine mheshimiwa, tu unaturuhusu, tufunge ili waweze kuendelea na utaratibu mwingine kwa sababu kuna watu ambao wamefunga, itabidi leo wote kwa pamoja tumalize mapema. Aa, babu alinidokeza tu aliniambia hivi vijaruba, kila mtu mmoja ana kijaruba kimoja chenye upana wa mita wa futi. Mheshimiwa, ingawa hujanipa nafasi yote, mita moja na nusu <coughs> <coughs> <coughs> kutoka hapa mpaka hapa ni mita moja na nusu, kwa maana kwamba mtu akisimama hapa na uwezo na kuna njia <coughs> mita moja ambayo mtu anapita na gari yake kwenda mpaka mwisho. Bahati mbaya zaidi sisi huku hatuna makaratasi, tunaka vitendo huku. Mwanzo usiona hivi, ingia mbele uone tulichokifanya. Karibu sana wewe, yani sikutaka hata kukutaja wewe, ndio mwenyewe mwenye hichi kituo <coughs> sisi huku ndio tunaokuja kuchupia chupia na kubwa labda babu ni kwambia habari njema. Tumeona kumbe tukija sana huku amri zinakuwa nyingi, sasa kazi yako unashindwa kuifanya vizuri. Kwa hiyo leo tumekubaliana kwamba macho yetu yatatazama mikono tutaweka nyuma na midomo kwanza tutafunga mba <laughs> ili babu kwanza mfanye kazi ya kitaalamu tuione, sawa eh? maana leo kaja mkuu wa mkoa akatoa amri Kaja kesho mkuu wa wilaya katoa maagizo, kaja nani, injinia Mparasinge naye katoa ya kwake, kaja daldo katoa, kaja mchumi katoa, kaja matroni katoa, kaja babu katoa. Mtaelewa kweli? Sasa kwa sababu tuna wataalamu hawa, babu mwenye kituo na Masudi mratibu na task force inawasaidia, tuna wataalamu mafundi wakuja kutusaidia tufanye nini, tunatakiwa kufanya watakuja, na wengine wanyuki dokta wa mifugo kaishajitolea. Embu kwanza sisi wengine hivi tuje kuwa ku, mna shida gani? Kisima akijachimbwa ndio kazi yetu, kisima kichimbwe, sijui ni mengine haya. Embu mwendelee kama wanakijiji kupitia mikutano mikuu ya vijiji itawarahisishia wa mkisema, leo mnataka mkanue msumeno, mnaenda mkisema mnataka. Lakini mkisema amri zitoke kwetu, tutawachelewesha. Mi nimesema spidi yenu kubwa kuliko yangu, mama yenu nshakuwa mzee, si mtaniburuza, nitaanguka. Haya jamani, basi tunyanyuke. Sawa, msimame. Usituone mbele yako, kamnyangalakane. Mama wako wachapa kazi, kamnyangalakane. Kamnyangalakane mama, kamnyangalakane.

Yule pale yeah, yeah. Nenda zako tu hapo. Huyo wa mwanzoni hapa yule white kalala, yeye sio kwa tunapika naye jana. Kwa kwa bigi hapo kalala sasa. Kwa huyo bigi huyo mwenzie sasa